Chama chetu kupitia bodi ya wadhamini ya chama, tumefungua maombi ya madai wanaita miscellaneous civil cause namba 28632 ya mwaka 2025 dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mwanasheria mkuu wa Tanzania, tukiomba kibali cha mahakama kwa ajili ya kufungua shauri la mapitio ya mahakama yani, judicial review. Eh, tukiomba mahakama amri ya kuitaka tume kufuta uamuzi wake wa namna walivyofanya maamuzi ya mgao wa viti maalum na kuiomba mahakama waitake tume ifuate utaratibu uliowekwa na sheria. Shauri hili tayari lipo mahakamani eh, na nimepangwa kutajwa kwa mara ya kwanza tarehe 19 Novemba 2025 mbele ya jaji Kisani. Kesi hizi kwa mujibu wa kanuni inataka mahakama izisikilize ndani ya miezi kumi na mbili ndani ya miezi kumi na mbili kwa maana ya mwaka mmoja, na kanuni imetoa nafasi kwa jaji anayesikiliza mashauri haya kama akiona hajamaliza au hawezi kutoa hukumu yake ndani ya hiyo miezi kumi na mbili basi anaweza kujiongezea muda usiozidi miezi sita. So sisi tuko very much aware kwamba the maximum period tutakao tutakaokwenda nazo kesi hizi ni mwaka mmoja na na nusu, wakati kipindi cha uongozi wa uwakilishi na ubunge ni miaka mitano. Kwa hiyo sisi tuko tumejiandaa, ikiwa mahakama itasikiliza na kutoa amri mapema, sisi tuko tayari. Ikiwa mahakama itatumia kipindi the maximum period provided by law, kipindi cha mwisho kikubwa kabisa kilichotolewa kili na sheria basi haizidi mwaka mmoja na nusu, kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo ndio maana nasema, ndani ya mwaka mmoja na nusu mtu kuondoka simbali au sio simbali. Ndio maana nikawapelekea salamu kwamba wasichukue mikopo, sababu hawajui mambo yata yatageuka vipi. Kwa hiyo hatuna shida na muda, tunakwenda mahakamani tukiwa aware, lakini tukiamini kwamba kwa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya eh, legal justice eh, reforms na nini basi, hakuna haja. Wataongozwa na spirit ya kuendesha mashauri haya kwa haraka zaidi ya na eh, kwayo, kwayo tumeona kuna mashauri hapa yanayofanana na uchaguzi, si yamefunguliwa ya Masudi, si ndio? Yamechukua muda mfupi tu, au sivyo? Mahakama imetoa uamuzi, si ndio? Eh, kwa hiyo, kwa hiyo hatuna na nini, tumeona na naamini mahakama ya Zanzibar, kuu ya Zanzibar itachukua experience kutoka bara, bara mnakumbuka nyinyi tumefanya kesi za Mpina zile tumepata uamuzi, kesi zikuwa zinakwenda fast track, si ndio? Kwa hiyo naamini kwa sababu yana maslahi kwa umma, majaji watakaopewa kesi hizi wata understand, wataelewa umuhimu wa kesi hizi na namna ya kuzidispose au kuzidetermine kuziamua kadri ha muda unavyo